Karibu sana fans wetu wanapita tu ya kwetu sisi katika ukurasa wetu uliokuwa bora zaidi, ambao mara zote e, tumekuwa tunafikishia na yetu japo kiuchache na kwa ufupi, lakini faida naamini ya kwamba e, inakuwa inapatikana kwa kiasi kikubwa sana. Endelea kusubscribe, kwa sababu sisi ndio kwanza tunaanza, lakini licha ya kuwa tunaanza, ila ya faida ya kwetu sisi tuna nafasi ya kukufikishia. Mimi naitwa Anko Amiri anko anko wote dunia nzima, leo na nafasi ya kukufahamisha kuhusiana na kitu ambacho tumekuwa tunakitaja kwa ufupi sana hususan zaidi eh, pale tunapopata ajali za hapa na pale za kuumia na tunahitaji kwenda kupata matibabu hospitali, huwa tunahitajika pia kupita polisi kwa ajili ya kuchukua form ambayo tumekuwa tunaitamka kwa kuita eh, PF3. Yes, hii inaitwa PF 3 lakini kiurefu zaidi ile PF inasimama kama police form. Yani, kama ulikuwa kufahamu ile PF inasimama kama nini, ni police form namba tatu. Kwa hiyo ndio maana inaitwa PF3, ambayo hii inakupatia nafasi ya kuweza kutibiwa hospitali, hasa unapokuwa umepita katika kituo cha polisi na wao wakaendelea na huduma. Kwa hiyo mara nyingi sana tumekuwa tukienda kwenye e, matibabu bila hii tumekuwa tukizuiliwa na tumekuwa tunaitamka sana. Kwa hiyo, asante sana kama leo ulikuwa huifahamu hiyo kwa kifupi au kwa urefu e, si tumekugusia hivyo bwana. Kwenye ukurasa wetu huu e, tuna mengi sana ya kupatiana ambayo tumekuwa tunayatamka kwa ufupi, lakini kwa urefu pia tutakuwa na nafasi ya kuyatamka hapa.